Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi imekuwa ikitekeleza zoezi la kliniki ya ardhi kwenye maeneo mbalimbali hapa nchini, na katika kipindi hiki ndani ya mwezi huu wa kumi, timu zetu za wataalamu zipo katika mikoa sita ambayo ni Mtwara, Njombe, Arusha, Pwani, Tabora, lakini na hapa Mbeya. E, na siku ya leo mimi niko hapa Mbeya nikipita ndani nimepita ndani ya ile eneo la Igurusi katika wilaya ya Mbarali katika kufuatilia utekelezaji wa zoezi la kliniki za ardhi ndani ya maeneo hayo niliyoyataja. Zoezi hili e, ni mwitikio wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliyetupatia sisi ndani ya wizara ya kuhakikisha kwamba tunasogeza huduma karibu na wananchi tumeenda mbele zaidi na kuanza kutoka. Hatukai ndani ya ofisi na kusubiri wananchi, lakini tumetoka na kuja kwenye maeneo yao huku na kuwapatia hizi huduma za sekta ya ardhi. Tuna viwanja kama takriban 1050 kuwahudumia wananchi 1055. Kwa kuwasubiri waje kwenye ofisi zetu kwa kweli tumeona halina tija, na ni bora sisi sasa tuwafuate huku, huko ambako tuliwafanyia urasmishaji, lakini kulikuwa na mazoezi mengine ambayo alikuwa amepita, tuje sasa na kuandalia hati ndani ya maeneo yao. Kwa kweli mwitikio wa wananchi ni mzuri, kwa sababu ndani ya siku hii ya kwanza ambayo leo ndo zoezi limeanza rasmi hadi kufikia sasa muda huu ambao tunazungumza, takriban wananchi 337 wameshapewa huduma na wengine bado wanaendelea kuja kama mnavyoona, na huduma zinazotolewa hapa kubwa ni upatikanaji wa hati. Sisi tumeona kwa kuitikia maelekezo yale Mheshimiwa Rais tuwafate huku huku na tuwapatie hati zao. Kama mnavyofahamu, Mheshimiwa Rais na falsafa zake nne na mojawapo inahusiana na masuala ya reforms na sisi ndani ya wizara tumefanya reforms kubwa, na mojawapo ni kuboresha mifumo ya utendaji kazi ya utoaji huduma. Na sasa hivi tuna mfumo wa ardhi ambao tunautumia katika kutoa huduma zetu zinazohusiana na masuala ya ardhi. Mfumo huu wa umilikishaji unasomana na mfumo wa NIDA. Kwa hiyo taarifa za umiliki huku za majina yako tunaenda kuzivuta kutoka mfumo wa NIDA, zinakuja zinaunganishwa huku hiyo ni maana ya kwanza ya mfumo kufanyeje? Kusomana kwamba mfumo wa ardhi huku unasomana na mfumo wapi wa NIDA. Naimani taratibu mkwama, nina washauri na wenzangu ambao hawajapata hizi hati katika wilaya yetu hii ya Mbarali wajitahidi sana, wapate hati. Serikali imetufanyia vitu vizuri vizuri kabisa. Unawezo mtoto ame, amepata na nili unataka kumsomesha unaweza kupeleka ukakopa fedha akaenda kusoma. Mimi nashukuru sana serikali, nashukuru sana asante sana asante sana pia. Rangi ni sote, ninakaa kijiji cha Rwanyo. Nimefurahi sana kupata hati hizi ili niwe uhuru na nitakuwa uhuru milele na viwanja na kiwanja na viwanja na vyangu viwili. Mungu anisaidie na anilinde niendelee kuwa uhuru.